Kwanza, huu ni, ni mwaka wa uchaguzi, kwa hiyo vijana wenzangu tu kukumbushana kufanya maamuzi sahihi, lakini la tatu ni kuambia vijana wenzangu kuwa hatutaki kufanya makosa kwenye mkoa wa Kigoma. e, imezoeleka watu Kigoma kama wanachukulia poa, imezoeleka watu Kigoma wanachukua sehemu labda ni sehemu ya kujitokea, labda sehemu ya kuokota, sehemu ya kutoka kimaisha. Kwa nimekuja kuongea na vijana wenzangu. Nakumbuka mara ya mwisho nilikuwa Saudi Arabia maka nilikutana na mheshimiwa Zuberi Zito Kabwe, nilimwambia vitu viwili, iko haja ya kuifanya Kigoma irudi kwenye peak, lakini endapo vijana mtafanya maamuzi. Wakati niko nafanya maombi yangu, nilimwambia nitakuombea, lakini nakuombea kwa vitu viwili, nakuombea kwa sababu moja, kwanza uwe na mwamko, uwe na moyo wa uzalendo kwa mji wa Kigoma, lakini uje Kigoma tuonyeshane makali. Hilo ndio kubwa nilichowambia. Kwa hiyo, hicho ndio kikubwa nilichowambia, lakini kwa uji wangu huu nimekuja kuongea na vijana wenzangu, tutaongea vitu vingi, tutanadi sera nyingi, lakini kikubwa tutatembea na ilani ya Chama cha Mapinduzi imetoka, tutaichambua tutaichambua. Tutarajia utatia nia ya kugombea hapa kwenye jimbo la Kigoma. Nakwambieni lolote, mi nitawasikiliza vijana wenzangu wanasemaje, lakini nawaambieni tu lolote linawezekana, na rafiki yako pia ametia nia, pengine haitakuwa Wana, wanasema uzuri wa chama cha siasa cha CCM ni kikubwa eh, na kila mtu anapewa nafasi. Utakapewa nafasi, it depend una play vipi pati yako. Kwaio chama cha CCM ni kikubwa, utapewa uh, nafasi, uta play pati yako. Kwa hiyo, sera maono yako na malengo yako ndio atafanya akupe nafasi wewe kuweza kukitetea chama. Lakini niwaambie hatutapitisha mtu mjinga Kigoma. Hilo ndio mkae kichwani mwenu. Yani, hatutapitisha watu wajinga Kigoma tuje tupate watu kama kina Gwajima, sio watu ambao watatoka kuzungumza. Hatutafanya makosa kama kawa alifanya makosa, sisi Kigoma tutafanya makosa, tutaangalia vipengele vyote, hata kama vingine vipo ndani ya katiba sisi tutaviangalia. Mesema kwamba ulizungumza na mheshimiwa Zitto Kabwe, pengine mtuweza akasema wakati unaonekana kama ni mtu ambaye unatia nia. Baba leo pia amefanya the same, kwa nguvu ya Zitto Kabwe ndani ya Kigoma ni kubwa sana, na namesha yes. ameshawahi kuwa. Watu right. Naona kama vile nataka kuyaingia maji marefu, unaweza mazingira y rahisi kwa Zitto Kabwe kushinda. Tunachotafuta hapa, tunatafuta ahueni ya wana Kigoma tunatafuta furaha ya wana Kigoma. A, wakati tunafika riki, kuna vitu ulikuwa unaongea hapa, siwezi kuviongea hapa. Unafikiri mimi nimefurahia? Sijafurahia. Kwa hiyo ndio maana nataka vijana tu take over, vijana wachukue nafasi. Na ndio maana nilimwambia Zito, tupo maka, nimekuja mji wa ibada. Nilimwambia una mawazo gani na mji wa Kigoma? Nilimuuliza mara mbili, mwami una mawazo gani na mji wa Kigoma? Akanambia DC mimi nimekuja kufanya ibada. umekuja kufanya ibada na nitakuombea usije kuwa na maono kwenda kuwafaharisha watu wengine wakati wewe, tunataka watu wenye elimu Kigoma. Mimi nina elimu lakini nati, nataka washindani wa elimu wa, wa nikutane nao watu watano nishindane nao. Huwezi kuniweka mimi, nina digrii mbili na nashindana na, na watu ambao darasa la saba